Uh, kwa majina anaitwa Isa Salumu Abdalla, ni mwanafunzi wa shule ya Fujoni. Kwanza mimi nina furaha kuhudhuria katika ile tamasha letu la thelathini. Uh, kikubwa mie nitoe pongezi kwa walimu wanavyojitolea kututolea ushauri. Uh, wangu natoa wanafunzi zangu wote tuhudhurie katika matamasha kwa sababu ili tuweze kutunza utamaduni wetu wa Kimzanzibari kwa sababu tukiwezesha tunaweza eh, ya ngumeni hayo.